Hadithi ya mtu maskini. Palikuwa na kijiji kidogo pembezoni mwa msitu mkubwa. Katika kijiji hiki, aliishi mzee mmoja maskini aitwaye Bwana Juma. Alikuwa hana mali wala familia ya kumsaidia, ila alikuwa na moyo wa huruma na hekima kubwa. Kila siku, Bwana Juma aliamka alfajiri kwenda kuchota kuni msituni na kuziuza sokoni ili apate chakula. Watu wengi walimdharau kwa sababu ya mavazi yake yaliyokuwa yamechakaa na maisha yake duni. Lakini hakuwahi kulalamika. Aliendelea kuwa mnyenyekevu na mwenye shukrani kwa kile kidogo alichopata. Siku moja alipokuwa akichota kuni msituni, alisikia sauti ikilia kwa uchungu. Alifuata sauti hiyo hadi alipokuta ndege mdogo aliyekuwa amejeruhiwa. Bila kusita, alimchukua ndege huyo akamrudisha nyumbani na kumtunza hadi akapona. Siku chache baada ya ndege huyo kupona, aliruka na kutoweka. Bwana Juma alihisi furaha kwa kuwa alimsaidia kiumbe cha Mungu. Lakini usiku huo ndege yule alirudi akiwa amebeba mbegu ya dhahabu. Alimpa Bwana Juma na kumwambia aipande. Bwana Juma alipanda ile mbegu na kwa mshangao wake ikamea kuwa mti wa ajabu uliokuwa na matunda ya dhahabu. Kwa msaada wa ule mti maisha yake yalibadilika. Alianza kusaidia wengine katika kijiji, kuwajengea maskini nyumba na kulisha wenye njaa. Wale waliomdharau awali sasa walimwona kama shujaa. Lakini Bwana Juma hakuwahi kubadilika, aliendelea kuwa mnyenyekevu, akijua kuwa utajiri wa kweli ni moyo wa kusaidia na huruma kwa wengine. Hitimisho: hadithi hii inatufundisha kuwa ukarimu na wema havipotei, vinaweza kurejeshwa kwa njia zisizotarajiwa. Ukimsaidia mwenye shida leo, kesho unaweza kuvuna matunda ya baraka.